Kuna mapya yameibuka katika sakata la kupigwa kwa katibu mwenezi wa Bawacha, baraza la wanawake wa Chadema, Sigrada Mligo lililotokea juzi huko Njombe. Wakati hayo yakitokea tayari Chama cha Mapinduzi kimelishikia bango swala hilo ambapo katibu mwenezi wa chama hicho Bwana Amos Makala ameshutumu vikali alichokiita vitendo vya Chadema dhidi ya wanawake kwamba ni mkandamizaji dhidi ya wanawake. Na pia mwenyekiti wa jumuiya ya wanawake wa CCM, UWT Mary Chatanda, naye akawa amelishikia bango swala hilo kudai kuwa ni uonevu dhidi ya wanawake, ni dalili kwamba Chadema ina matatizo na vitu kama hivyo. Lakini haya yanayosemwa na CCM sio ya kushangaza, kwa sababu yayumkinika kuamini kwamba endapo swala hili lingekuwa limetokea ndani ya CCM basi huenda Chadema nao wangekuwa wanasema maneno kama haya. Kwa hiyo hapo hakuna la kushangaa. Lakini kuna mengi yaliyofichika nyuma ya swala hili na sasa imeanza kufahamika na ndio makala hii inatupia jicho katika swala hilo na kutoa picha pana zaidi. Lakini kabla ya kuingia katika makala hii niwashukuru nyote mnaotembea channel hii, niwakaribishe wale mnaotembelea kwa mara ya kwanza. Endapo hujafanya hivyo na ikikupendeza unaweza kusubscribe, lakini pia unaweza kuweka notification on ili kila video mpya itakapowekwa hapa uweze kuhabarishwa. Kadhalika, licha habari hizi za siasa, channel hii ina habari za kitaifa, habari za kimataifa, chambuzi, masuala ya intelijensia na kuna kozi hapa. Kwa hiyo unapotembelea channel hii licha ya kuhabarika, pia unapata fursa ya kuelimika. Baada ya utangulizi huo, nielekee sasa kwenye mada kamili, ambapo kuna mengi yameanza kuibuka kufuatia tukio lililojiri hivi juzi ambapo Katibu Mwenezi wa Baraza la Wanawake wa Chadema BAWACHA Sigrada Mligo alipigwa huko Njombe. Na kipigo hicho kilitokea katika kikao ambacho kilikuwa kinaendeshwa na makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa kwa upande wa bara, Mheshimiwa John Heche. Na kwa hakika tukio hilo limekamata vichwa vya habari katika siku mbili tatu, lakini pengine kilicholikuza zaidi suala hilo ni jinsi CCM walivyoamua kulishupalia. Kwanza, uh, Katibu Mwenezi wa Chama cha Mapinduzi Bwana Amos Makalla ametumia moja ya hotuba zake za hivi karibuni kuilaani Chadema, akidai kwamba tukio hilo linaashiria kwamba Chadema ni chama chenye matatizo, kwamba tofauti zao za zilizojitokeza katika uchaguzi mkuu hazijaisha na kuagiza viongozi wa CCM huko Njombe wafanye jitihada ya kwenda kumtembelea huyo Sigrada Mligo. Lakini pia mwenyekiti wa Jumuiya ya Wanawake wa CCM, UWT Mary Chatanda naye pia akaliongelea swala hilo akadai kwamba wao wanaowakilisha wanawake wote, sio tu wa CCM, kulaani kitendo hicho na pia kuvitaka vyombo vya dola vichukue hatua kali dhidi ya waliohusika. Sasa kwa anayefahamu siasa za Tanzania, haya yaliyosemwa na bwana Makalla na huyu Mary Chatanda sio ya kushangaza wala sio mageni kwa sababu ndio siasa za upinzani jinsi zilivyo, na yumkinika kuamini kwamba endapo Chama cha Mapinduzi kama tukio hili a limetokea ndani ya CCM, huenda Chadema nao angekuwa anasema haya haya ambayo CCM wanayafanya. kwa hiyo hili hapa sio la kushangaza. Hata hivyo kuna mengi ambayo yamefichika au yalikuwa hayafahamiki kuhusiana na huyu Sigrada Mligo, kwa mujibu wa maelezo na taarifa zilizopatikana Um, kuna changamoto ambazo zinaendelea huko Njombe na hizi changamoto Njombe inaweza kuwa ni kama case study; yani ni eneo tu la kuona changamoto mbalimbali zinazoendelea ndani ya Chadema ambazo kwa kiasi kikubwa zinachangiwa na ule mgawanyiko uliojitokeza wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu uliomalizika Januari mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Kwa mujibu wa Given Sinyangwe katibu wa Chadema wilaya ya Njombe ameeleza kwamba siku ya tukio, walinzi mmoja wa moja walinzi ambao wanadaiwa kuwa wamempiga Sigrada alikuwa ni mlinzi wa mheshimiwa Heche. Kwa hiyo maelezo yake ni kwamba haingia akilini kwa mlinzi wa kiongozi mkuu wa kitaifa kutoka mezani na kwenda kumpiga mjumbe wa mkutano kwa sababu hili tukio la kupigwa kwa Sigrada lilitokea nje ya ukumbi wa mkutano. Kwa hiyo anasema haingie akilini kwamba mlinzi angeweza kutoka hapo akaenda kumpiga mtu nje ya ukumbi. Kilo moja, lakini pili, kuna maelezo kwamba Sigrada baada ya tukio hili aliomba kurudi ndani ya ukumbi. Katika mazingira ya kawaida, mtu aliopigwa mpaka baadaye kupelekwa kwenda kulazwa, si rahisi baada ya kupata kipigo angetaka kurudi ndani ya ukumbi. Haya ni maelezo ya kwanza ambayo ametolewa na huyu bwana Sinyangwe lakini pia alikwenda mbali na kueleza kwamba baada ya kikao hicho majira ya usiku, yeye kwa mujibu wa maelezo yake alimuona huyu Sigrada uh, mtaani uh, walikuwa sehemu wanapata vinywaji na vitu kama hivyo, na huyu Sigrada alikuwepo na alikuwa mzima. Kwa hiyo kwa maelezo anayoyatoa yanaonyesha kukinzana na maelezo aliyotoa na Sigrada kwamba kama kulikuwa na yaani kama hili swala zima ni kama limetengenezwa kwa namna fulani. Lakini kinachoongeza uzito zaidi kuhusu hili ni jinsi CCM walivyolichukua lichukua swala hili. Awali nimesema kwamba ilitarajiwa CCM wafanye hivyo, lakini mazingira yaliyofuata yanajaribu kutoa picha kana kwamba pengine kuna mkono wa CCM katika swala hili zima, kwa sababu baada ya taarifa hizo, CCM wametuma ujumbe ujumbe wa huko Njombe wamekwenda kutembelea kwanza, walienda kumtembelea hospitali, lakini pia wamekwenda kwa nyumbani kwake kama picha zinavyoonyesha katika video hii, na kuligeuza swala zima kwamba: kwa, kwa upande mmoja ni Chadema haijali, haithamini haki za wanawake; upande wa pili kwamba hiki ndio chama kinajitanabaisha kina, kuwa mbadala wa CCM; lakini tatu, kauli ambayo inajirudiarudia ni ya no reform, no election katika swala la huyu uh, Sigrada. Sasa so unaweza ukajaribu kujiuliza No reform, no election inahusiana vipi na tukio la kupigwa kwa huyu dada? Hata hivyo, huyu bwana Sinyangwe amekwenda mbali zaidi na kusema kwamba kuna changamoto ambazo zimekuwa zikiendelea huko Njombe, ambapo huyu uh, Sigrada amekuwa akifanya mikutano pasipo kuwajulisha uh, mamlaka husika za Chadema katika uh, sehemu husika, kwamba amekuwa na maamuzi yake kama binafsi na wanapojaribu kumweleza kwamba kuna taratibu ambazo zinatakiwa kufuatwa, lakini anadai kuwa yeye kutokana na uwazifa wake, labda uko juu sana, kwamba hawezi kufanywa kitu kwao, kama kuna ajenda inaendelea. Lakini hii ni sehemu tu ya tatizo pana lililopo ndani ya Chadema, na tatizo hili halikuanza kutokea katika uchaguzi huu. Yani, msingi wa tatizo hili haukuanzia kwenye uchaguzi huu. Kuna nyakati kama tatu hivi za msingi, tajaribu kuelezea kwa kifupi ambazo zimezaa msingi wa matatizo ambayo anaweza kuwa yanajitokeza sasa hivi. Wakati mmoja muhimu sana katika historia ya mabadiliko ya Chadema ilikuwa ni mwaka elfu mbili na kumi na tano ambapo aliyekuwa waziri mkuu wa zamani marehemu Edward Lowasa alijiunga na Chadema akitokea CCM baada ya kushindwa kwenye kinyang'anyiro cha kuwania urais kwa tiketi ya CCM. Sasa marehemu Lowasa alipoingia Chadema aliingia na kundi kubwa lakini baadhi ya watu, watu walioingia ndani ya Chadema, walikuja na majukumu yao. Kuna ile kitu ilikuwa inaitwa M4C, Movement for Change. Kuna idadi kubwa tu ya watu ambao waliingia Chadema kama wamemfuata Lowasa, lakini walikuja na ajenda zao, na baadhi ya watu hao wa mpaka leo bado wako ndani ya Chadema. Hawa ni miongoni mwa vyanzo vya matatizo ndani ya Chadema, na walikuwa na mchango mkubwa sana katika kuhama kwa wanasiasa wa Chadema kuhamia uh, Chama cha Mapinduzi. Hilo moja. Pili, ni wakati mgumu kabisa kwa vyama vya siasa ulikuwa ni miaka ya utawala wa marehemu Magufuli. Kitu kimoja kuhusu marehemu Magufuli ambacho kilikuwa tofauti na viongozi wengine wa CCM ni kwamba yeye hakuwahi kuficha chuki yake dhidi ya vyama vya upinzani, na hii chuki mwanzoni ili make sense kwa sababu alisema hivi sisi tunahitaji maendeleo ili kni mapema tu, baada ya kuingia madarakani. Kwa hiyo miongoni mwa vitu vinavyokwamisha maendeleo yetu ni hii mikutano ya siasa na kongamano, sio tuna nini. Kwa hiyo wananchi wanachotaka ni maendeleo, sio mikutano. Na kwa kweli it made sense wakati ule mwanzo. Unfortunately baadaye hizi zikaja kutumika kama sababu za kubana shughuli za kisiasa na kila kitu, na hili lilikuwa kosa. Kwa sababu gani? Kwa mazingira yalivyokuwepo, light kiongozi ambaye anafanya kazi vizuri huhitaji kuubana upinzani. Utakapofanya kazi vizuri uwezekano wa wapinzani kuwa na cha kukosoa hautokuwepo. Watakosoa nini kama mambo ni mazuri? Kwa hiyo hakuna haja ya kuwabana wapinzani kwa sababu mazuri yako yanajiuza yenyewe. Kwa hiyo hiki kilikuwa ni kipindi kigumu, lakini tunafahamu katika kipindi hiki pia kulikuwa na idadi kubwa ya wanasiasa wa upinzani ambao aidha walinunuliwa au walifanyiwa matukio yaliyowalazimisha kuwa mateka wa dola. Kuwa mateka wa dola maana yake ni kwamba mtu anafanyiwa kitu fulani alafu anaambiwa usipotekeleza matakwa yetu tutaviweka hivyo vitu hadharani. Hatuwezi kuingia kiundani sana Kiuswahili, tutaongea wakati mwingine nini hasa kilichotokea, lakini kuna baadhi ya vijana wa Chadema ambao pengine natuka, natuka na tukana tukana uko mtandaoni, ni wahanga wa hali iliyotokea kabla. Wakati huo kweli walikuwa kwa mapenzi yao wa Chadema, lakini kwa nyakati tofauti hizo wali walikamatwa, walitokea kashkashi za kisheria na zikafanyika hizo mbinu za kuwafanya kuwa mateka. Kwa hiyo hawa ni miongoni mwa watu ambao wanaitwa mapandikizi lakini walikuwa ndani ya chama hiki cha demokrasia na maendeleo. Na hawa sasa ni tatizo na karibu wote wakati wa kampeni za uchaguzi walikuwa against Lisu. Mheshimiwa Lisu katika kampeni zake za kuwania mwenyekiti wa Chadema. La tatu ni hili lililojiri wakati wa uchaguzi kuna fedha ambazo zilitoka, hili linafahamika. Hiyo inaitwa pesa ya bduli, watu wanatakiwa kuitapika hiyo pesa. Kuitapika maana yake ni kwamba mmekula pesa lakini uchaguzi tumeshindwa. Kwa hiyo kilichobaki sasa ni kujaribu kufanya lolote linalowezekana angalau kuhalalisha ile pesa iliyotolewa kuvuruga mambo. Sasa mtihani kwa Chadema ni nini kifanyike? Kwa sababu kwa upande mmoja, msisitizo ambao Mheshimiwa Lissu ameweka pamoja na Mheshimiwa Heche na viongozi wengine katika uongozi mpya, msisitizo ni uh, kujenga mshikamano wa chama stronger together ndio kauli kwamba kwa pamoja tunakuwa na nguvu. Kwa hiyo kusahau makundi yaliyopita na kujenga chama kiio, lakini inaonekana bayana kwamba kuna watu kwanza ha, kama vile hawaamini kwamba Mheshimiwa Mbowe alishindwa uchaguzi, lakini pili, kuna wale kama hawaamini kwamba Mheshimiwa Lissu sasa ni mwenyekiti mwenye mwenye mwenye mpya. Lakini pengine kundi baya zaidi ni la wale ambao hawataki kukubali Sio tu maana unaweza usiamini, lakini ukakubali. Lakini kuna wale ambao hawataki kukubali, kwa hiyo kunakuwa na upinzani. Ukisoma kwenye mitandao ya kijamii, ushindwe kuwatambua watu wao na wanayosema. Je, Chadema ifanye nini? Kwa sababu upande mmoja inataka kuua makundi, chama kimoja, lakini upande wa pili kuna ukweli ambao inabidi kuufesi, kwa sababu katika maelezo ya kinachojiri Njombe, inaonyesha kwamba changamoto hizi zimekuwepo, kulikuwa na dalili kwamba huyu Sigrada analaumiwa kwamba kuna mambo alikuwa anayafanya kinyume na dai kubila... undi wafuasi wa Mheshimiwa Mbowe wanaonewa, wananyanyaswa, lakini pengine haya masuala hayakuwa addressed vizuri. Nakumbuka wakati wa uchaguzi, kampeni za uchaguzi, niliwahi kueleza kwamba Mheshimiwa Lissu, moja ya changamoto ni kwamba kulikuwa na, na matatizo yaliyokuwepo, lakini pengine hayakuya, hakuya address, hakuyazungumzia hadharani au waziwazi, kuyachukulia hatua, kwa sababu tatizo haliwezi kuondoka kwa kulikalia kimya au kwa kulidharau, tatizo huondoka kwa kuchukuliwa hatua lakini sio rahisi katika mazingira sasa hivi, kwa sababu endapo Chadema itaamua kuchukua hatua kali dhidi ya hawa wasaliti au wanaofanya hujuma, mmoja la wazi ni kwamba hawa watu watatumiwa na sisi ya. na pengine watahama chama, au tuseme labda wakifukuzwa, wataanza kuingisha press conference kama unavyoona hii issue. Si hii ni dalili ya vitu ambavyo tunatarajia vitatokea huko mbele. Kuna watu watafanya vitu vya ovyo, Chadema itachukua hatua na sasa sasa hivi tayari kuna watu wawili huku, kuna Sigrada upande wa pili kuna yule bwana ambaye anadai anapinga matokeo ya uh, teuzi mbalimbali zilizofanyika ndani ya chama hicho. Kwa hiyo hizi ni dalili za mambo ambayo yanaweza kutokea. Kibaya zaidi huu ni mwaka uchaguzi. Kwa hiyo kuna jitihada kubwa ambazo tunafanya CCM kwa upande mmoja kuua no reform no election, lakini pia kuhakikisha kuona endelea na hizo jitihada za kufanya uchaguzi. Basi labda nitoe fursa kwenye comment hapa, unaweza kutoa maoni yako. Unadhani Chadema wafanye nini katika hii changamoto ya kukiunganisha chama wakati kuna watu wanaofanya hujuma dhidi ya chama hicho? Asanteni na kwaheri.